Nayo idadi ndogo ya wapiga kura imeshuhudiwa katika vituo mbalimbali mbali vya kupigia kura katika wadi za Nyamaiya, Ekerenyo na Nyansiongo katika kaunti ya Nyamira. Naam, kura zikionekana kupigwa kwa amani katika maeneo mengi japo kisa kimoja cha vurugu kilishuhudiwa katika wadi ya Nyamaiya, ambapo magari mawili ya wawaniaji wawili yalivamiwa na kupigwa mawe na watu wasiojulikana. Naam, Dankan Bundi anatueleza. Namna, hapa tuko katika kituo cha Marara katika wadi ya Nyamaiya, wadi ambayo inawapiga kura 16431, wagombea tisa waking'ang'ania katika kinyang'anyiro cha kutua wakilishi wadi wa eneo hili ambapo tumeshuhudia wapiga kura wachache wakijitokeza kupiga kura leo hii katika maeneo ya ma, maeneo ya wadi matatu hapa katika eneo la Nyamaiya, Ekerenyo kule Nyamira kaskazini na vilevile vile, uh, Nyansiongo. Tumezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao wameelezea furaha yao ya kupata tena nafasi ya kuchagua wale viongozi ambao wangetaka wawakilishe baada ya kusalia bila uwakilishaji kwa muda mrefu. Mimi jambo la kwanza kwa IBC, nataka vileo jina yao iko, nataka ikue free and fair isiegemee upande wowote. Wacha yule wapiga wa, wa kura wamempigia kura atangazwe mshindi, si tofauti na si kando na matarajio ya wananchi wa Nyamaiya, kwa sababu ma, wananchi wa Nyamaiya walikuwa wameshaamua na wameamua, so IEBC itangaze kile kitu wananchi wa Nyamaiya wamesema.

Yeah. So nimefurahia sana leo, nilikuwa nimeamka saa kumi by saa kumi na moja nilikuwa kwa kituo, saa kumi na mbili venye wanafungua, mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kupiga kura, mukijaribu kuangalia na nimefurahia sana sasa. Hapa baadi tunapiga kula, tunaana tunapiga kwa njia ya taratibu, wenye wako wanapanga watu vizuri, tunaendelea vizuri, tunaendelea njia ya taratibu, hata tuta, tutamaliza salama. Vituo vingi nimepita, nimeona kwamba kuna watu wachache sana wamejitokeza kupiga kura. Getari tu ndio nimepata mlolongo ni mrefu kiasi, lakini vituo vingine watu hawajajitokeza vizuri. Nawaomba tafadhali wajitokeze Wakuja kwa wingi, wakuja wapige kura, ni haki yao, ili wapate kumchagua kiongozi mzuri atakayowafanyia kazi. Na bado tutazidi kuzunguka na kupita pita ili kuhakikisha kwamba tunakuletea habari punde zinapochipuka, na tukiangazia kuona kwamba kura zitakuwa zinakamilika kwa amani, na iwapo tutakuwa na tukio lolote toka tunakujuza kujiuza. Kiripoti ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira.